Kwa hiyo usipotengeneza mfumo wa kuhakikisha kile unachokipata aidha, unakiwekeza ili kizae, au unatengeneza mazingira ya wewe kuanzisha biashara ambayo baadaye mtakuwa wawili, watatu, wanne, watano, na hapo ndipo watu wengi wanashinda, okay. Weyo nakuonyesha mtu mm -hmm. amejiajiri, yeye ndiyo biashara, badala ya biashara na yeye kuwa watu wawili tofauti tofauti ukiwa unafanya biashara wewe unatakiwa uwe mfanyakazi namba moja. Kipato kinapoingia hakitaki kuingia kwenye mfuko wow. wako, hela zinatakiwa ziingie kwenye akaunti ya biashara hiyo yeah. mfano mm. unaendesha bodaboda pale, kuna matumizi kwa mfano bodaboda sio ya kwako, au ni mm. ya mkopo mm. kuna hela ntukuu upeleke kwa nani, kwa bosi, na kuna hela tukuu baki nayo, kuna hela ya kuendesha kwa lazima, upige hesabu mm. na wanafanya Hmm. Lakini hawatunzi hesabu kila siku. Anajua kabisa nikiwa na lita nne ntaenda kilomita mia moja ishirini, nitaingiza elfu ishirini na tano thelathini. Baada ya kuingiza, anakata hela ya bosi, anakata hela ya kula nyumbani no an, anakata hela ya kuweka kwenye mafuta mm. labda na kutengeneza pikipiki mm. iliyobaki bata, bata <laughs> nyumbani washakula na gharama za bosi tayari mm, na chombo kesho kinatembea mm. Baada ya hapo ni bata, kama anakunywa pombe, wengine wanaenda kwa wanawake mm, wengine wanatunza mm, lakini wanatunza sehemu ambayo haizalishi. Sasa mtu akishindwa kujitenga na biashara yake, kitakachotokea ni kwamba ikitokea dharura hana anachokifanya sasa mm, ni kukopa.